Katika siku ya pili ya uchukuaji fomu kwa watiania wa nafasi ya ubunge, udiwani na Baraza la Wawakilishi kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM. Leo habari kubwa ilihusu watu wa aina mbili waliochukua fomu: wanachama wa upinzani walioamia CCM na vigogo walioamua kurejea ulingoni kwa mara nyingine. Ingawa kulikuwa na minong'ono ya muda mrefu kuhusu hatima yao ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, leo walikuwa wabunge wawili wa upinzani, Sofia Mwakagenda na Esther Matiko, wamechukua fomu na kutangaza kuwania ubunge kwa tiketi ya chama tawala. Kila mmoja amesema sababu yake. Leo kwa busara zangu, tafakari na moyo uliojaa matumaini kwa mustakabali wa Tarime na Tanzania yetu Uh, natangaza natangaza rasmi kutia nia ya kugombea ubunge wa jimbo la Tarime mjini kupitia Chama cha Mapinduzi, chama, uh, chama kinachoongoza kwa vitendo, chama chenye historia ya kuunganisha taifa letu, lakini zaidi ni chama ambacho kimeonyesha dira ya kweli ya maendeleo kwa kila Mtanzania. Wanasiasa hawa wanawake wameingia kwenye kinyang'anyiro katika mojawapo ya majimbo ambayo kwa asili huwa yana ushindani mkali, na wote wamesema wako tayari kuoga maji haya katika magwanda mapya. Mkoani Pwani, waziri wa viwanda na biashara Dr. Selemani Jafo naye amechukua fomu ya kuwania ubunge kwa jimbo la Kisarawe akisema anataka kuhakikisha ilani ya sisi inatekelezwa ipasavyo. Bila shaka naomba Mwenyezi Mungu alifanyie wepesi, aniwezeshe basi kila jambo, kila kitu lazima kuwe na mkono wa Mungu. Kwa hiyo hili ni kubwa sana. Kama Mwenyezi Mungu pesa alifanya pesa za mkono kubwa zaidi, lakini kwa ujumla wake ni kwamba tuna mambo mengi ya kuyafanya, ya kuyafanya. Kushinkia na mambo mengi tumefanya kuyafanya, imani yangu kubwa ni kwamba tutaendelea kushirikiana kwa kisha kwamba hayo ambayo kuyafanya tutaendelea kuyafanya wakati huu. Na hali ilikuwa hivyo visiwani Zanzibar, ambako mmoja wa vigogo katika Serikali ya Mapinduzi, Makamu wa Pili wa Rais Hemedi Suleiman Abdullah, naye amechukua fomu ya kuwania kuwa mwakilishi wa jimbo la Kiwani. Lakini mtu mwingine mashuhuri Zanzibar, aliyechukua fomu leo alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya habari maelezo, Zanzibar Salum Ramadhani Abdullah, ambaye yeye amechukua fomu katika jimbo la Uzini. Leo pia ilikuwa zamu ya kuingia vitani tena kwa baadhi ya wagombea wa CCM ambao ingawa walipigiwa kura za kutosha na wajumbe mwaka elfu mbili na ishirini vikao vya juu viliwakataa na kutoa nafasi kwa wagombea wengine. Mmoja wao ni huyu mtiania wa jimbo la Wanging'ombe Enoki Kiswaga ambaye leo ametangaza kuwania tena nafasi katika jimbo hilo. Mbona mi nilishindwa? Nimerudi sasa hivi, au sio? Kwao vijana waache kulalamika, chukua hatua. chukua nafasi. Hebu kama tunataka kufanya mabadiliko, ingia mwenyewe, na mi ndio maana nimeingia. Wasanii maarufu, wachekeshaji na makada wengine wa CCM wamejitokeza leo kuchukua fomu na kuendelea kunogesha hatua hii muhimu katika demokrasia ya ndani ya CCM. Kesho, pasi shaka, wengine wataibuka waliotarajiwa na pengine wasiotarajiwa. Upendo Michael, Azam News.